Familia ya mzee Mtei na watanzania wenzetu wote mliofika hapa, tumsifu Yesu Kristo, amen. Familia ya mzee Mtei, kwanza pokeeni salamu za mwenyekiti wetu mheshimiwa Tundu Lisu ambaye yuko gerezani <laughs> kwa sababu wote tunazozijua kwamba ni za uongo. Ameandika ujumbe mrefu, tutauposti na tutakabidhi kwa familia, kwa tuna tunaleta salamu za pole kutoka kwa mheshimiwa Tundu Lisu na chama chetu sisi. Tumefiwa, tumefiwa na mwasisi wa chama chetu mzee Mtei, ambaye amejenga taasisi hii ambayo imekuwa chama kikuu nchini Tanzania, sio chama kikuu cha upinzani, chama kikuu Tanzania. Sisi kwetu tumepoteza mtu wa muhimu sana. Kila mtu aliyekuja kuzungumza hapa, na namshukuru kaka yangu Zito Kabwe amezungumza vizuri sana kuhusu msimamo na baba Askofu wa, wa mzee Mtei. Kwa wale mnaotuona sisi Chadema na misimamo yetu ni kwa sababu ya DNA vina saba vya mwasisi wa chama chetu. DNA yetu sio sio kufitin, kwamba jambo lifanyike rahovyo, sisi tutafute njia ya kufitin. Sisi hatuko hapo. Mzee Mtei aliacha uwaziri, mimi nimekuwa mbunge, najua waziri wa fedha, kwa sababu ametofautiana na rais na sasa hivi, Baba Askofu, ingekuwa hatari kwa sababu angeweza kupotea au lolote lingempata. Aliacha uwaziri. Nani anaweza kuacha uwaziri leo? Sana sana utakachofanya rais anataka twende hivi, eh? Utaalamu wangu hauniambii twende hivi, lakini ngoja niende hivi, ni fit in pale anapotaka ili twende mbele. Kwa huyu ni mtu ambaye ametujengea taasisi ambayo eh, ni ya mfano, na sisi tunamkumbuka sana na tutamkumbuka. Nataka kuchukua nafasi hii kuwashukuru wanachama wetu wote waliotoka nchi nzima, mikoa yote, wako hapa. Mwenyekiti Mboye, nataka nikuhakikishie kwamba wanachama wetu wamekuja kwa mamia, kwa maelfu viongozi nchi nzima, pamoja na mateso wanayopitia, kwa sababu nime, nimeona hapa watu wanasema tutofautiane kwa sera. Sasa hivi ukitofautiana kwa hoja ndio unapotea, watu wanapotea na hawaonekani, sio mzaha. Kwa sababu baba, tumefata kile ulichotufundisha, kufata hatukosei chochote tunapotezwa kwa sababu tumekuwa wafuasi wa misimamo yako, lakini tunamwomba Mwenyezi Mungu akupokee. Nataka kuwahakikishia Watanzania na Wanachadema nchi nzima, chama chetu hakitayumba hata tone kutoka kwenye msimamo aliyoianzisha mzee huyu, kupigania haki za watu, kupigania uchumi shirikishi na kusema ukweli daima. Mwenyezi Mungu atubariki. Asanteni sana kwa kunipa nafasi ya kunisikiliza tu. Uende kwa amani ya Bwana. Santeni wa Tanzania, Mheshimiwa makamu mwenyekiti, kila wakati familia ya mzee wetu Edwin Mtei, poleni sana kwa msiba. Natambua kwamba baadaye, makamu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Heche, wakati wa kutoa salamu za rambirambi rambi, utapata wasaa wa kuzungumza, lakini nizungumze kwa niaba ya chama katika hatua hii ya kumbukizi. Kwa kawaida msiba ni maumivu, ni majonzi, lakini kwa umri wa mzee wetu na kwa makubwa ambayo ameyafanya mzee wetu na kwa mapito magumu ya kiafya aliyoyapitia siku za mwisho za uhai wake, ni vyema tukaitumia siku ya leo kumshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya mzee Edwin Mtei mimi imepata wasaa pamoja na umbi wangu mdogo bado yuko active katika utumishi wa chama. Mambo mawili na yakumbuka sana kutoka kwake, alikuwa ni mzee mwenye msimamo na alikuwa ni mzee mwenye mwenye maadili. Alikuwa na msimamo kwa kiwango ambacho wakati mwingine alikuwa anaona kama ni mbishi hivi, lakini kumbe ni kwa sababu akiwa na jambo na akiliamini anataka alisimamie mpaka mwisho. Tutatoa mfano mdogo tu mmoja, wakati mzee Mtei na wasisi wengine wanaasisi chama, bendera hii ya chama ambayo leo tumefunika jeneza lake kwa heshima yake ilikuwa na rangi mbili tu, ilikuwa na rangi nyeusi, ilikuwa na rangi ya bluu bahari ile alama ya vidole viwili ilikuwepo. Sasa ka mpaka mwaka elfu mbili na sita kulikuwa na mjadala ndani ya chama wa kufanya mabadiliko, kutengeneza bendera mpya ya ya chama. Kwa wapo waliokuja na mawazo kwamba ile alama ya vidole viwili iondolewe badala yake kuwekwe alama ya, ya ngumi. Hii alama inamaanisha vema. Mzee Mtei alisema, mnaweza kubadili vitu vingine vyote kwenye bendera ya CHADEMA, lakini hii alama ya vidole viwili msiiondoe. Na alisimamia hilo, alisimamia hilo, alisimamia hilo mpaka imeendelea kubaki kuwa alama ya kudumu ya utambulisho wetu Chadema kwa kutambua mchango mkubwa wa Mzee Mtei na kwa kweli aliipenda sana Chadema. Tulipoondoka kutoka kwenye kadi za zamani na kuingia kwenye kadi za kidijitali, nilikuja hapa nyumbani kati ya mwaka 2021 na 2022 kumsajili mzee kwenye kadi mpya ya kisasa ya kidijitali. Wakati huo mwenyekiti wakati huo mwenyekiti Freeman Mbowe yuko gerezani na mzee Mtee wakati huo alikuwa anaweza ku kuongea kushiriki maongezi, tukaja kumsajili kwa ajili ya kumpa kadi namba moja ya kidijitali. Pamoja na uzee wake alikuwa na bashasha na mapenzi makubwa sana ya Chadema, na tulipomweleza hilo wazo jipya la kadi ya kidijitali na kwamba tunamkabizi kadi namba moja ya diamond tunamsajili, alitoa kauli yake, alisema mambo yamenoga kwelikweli kwa hiyo alikuwa anaikumbuka Chadema na anaipenda Chadema kweli kweli. Kwa familia wale ambao si wana Chadema, mtuvumilie, mtuvumilie, kwa sababu mimi naamini uh, roho ya marehemu Mtei yuko ilipo, anapata faraja anaposikia kumbukizi juu ya kazi kubwa ambayo alifanya. Kwa sisi Chadema, tulishaanza mazungumzo ya ndani kumwezi mzee Mtei toka wakati akiwa akiwa hai kufanya mambo ma, matatu. La kwanza, mwaka elfu mbili na ishirini na moja wakati tunatengeneza mpango wa miaka mitano ya chama, tulifikiria chama kiwe na mpango mpana sana wa mafunzo na hatimaye kuanzisha chuo cha chama, na kama sehemu ya Chadema Academy, na jina lililopendekezwa la kuanzisha huo mpango mkubwa wa mafunzo wa chama ni kuanzisha Edwin Mtei Center of Leadership Excellence. Naamini wazo hili litaendelea kufanywa kazi ndani ya chama. Pili, tuliona ipo haja ya kuanzisha taasisi maalum kabisa kwa kumwenzi mzee mzee Mtei, na wakati fulani nikamwomba uh, Dr. Azavelo Aitama mjumbe wetu wa bodi ya wadhamini kuweza kuandika wazo la andiko, na akaleta mapendekezo yake ya awali. Naamini Dkt. Laitama na timu nzima mnayohusika na hilo, kazi hiyo inapaswa kuendelea mpaka tuwe na namna fulani ya kudumu ya kumwenzi. Mwaka 2024, hili ni jambo la tatu, tukiwa kunaelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mtaa, tuliita viongozi wa kanda mbalimbali za chama kutoka mbalimbali ya maeneo mbalimbali ya nchi kwa ajili ya mafunzo. Katika mafunzo yale niliomba washiriki wote kutoka kikoa mbalimbali wapendekeze lile jengo jipya la makao makuu ya chama hivi liitwe jina gani. Sasa jina la Edwin Mtei ndio lilikuwa limependekezwa na watu wengi zaidi kwa siri kuliko jina lolote. Mwaka elfu mbili na ishirini na tano, wakati tunaelekea kwenye uchaguzi wa ndani ya chama uliomba kamati kuu ya chama vivie, kila mjumbe wa kamati kuu apendekeze ule ukumbi mkubwa katika jengo la makao makuu ya chama uitwe jina gani kwa mara nyingine tena wajumbe walio wengi wa kamati kuu wakatoa mwenyekiti Freeman Mboya akiwa ndo mwenyekiti walipendekeza ukumbi ule uitwe jina la Edwin Mtei. Sasa naamini vikao vya kikatiba vya chama vinapaswa sasa kukaa na kufanya uamuzi tu wa mwisho kati ya jengo na ukumbi, kipi kimojawapo kiitwe jina la Edwin Mtei kama sehemu ya kumwenzi. Nihitimishe kwa kuwaomba Wanachadema wa Tanzania na wote wanaoguswa na demokrasia na, na maendeleo, kwa sababu uwepo wa Chadema kama chama kama taasisi hauna manufaa kwa wanachadema peke yake, una manufaa kwa nchi. Kuna mambo mawili ambayo naamini, kama sehemu ya kumwenzi mzee Mtei, kila anayeguswa na mzee Mtei anaweza kufanya kwa namna yake, yakatokea hata kama sio sio mwanachadema. La kwanza ni kwamba wazee hawa walipoasisi mageuzi na Chadema ilipoanzishwa walikuwa na mawazo kwamba ili nchi yetu iwe kweli ya demokrasia ya vyama vingi basi Tanzania iwe na katiba mpya. Wakati umefika sasa, kama sehemu ya kuyaenzi hayo maono, Tanzania tukamilishe mchakato wa kuandika katiba mpya ya nchi yetu. La pili, nchi yetu imetawaliwa na chama kimoja toka uhuru. Mzee Mtei alikuwa na maono kwamba chama mbadala akiweze kushinda kushika dola na kuongoza nchi. Ombi langu kwenu wote mnaoguswa na maisha ya Mzee Mtei ni tuendelee kuwashirikiana kuhakikisha kwamba siku moja Chadema inashika nchi na kuongoza serikali, ili zile sera ambazo mzee Mtei na wenzake walimpelekea Mwalimu Nyerere pamoja na tofauti walizokuwa nazo, Mwalimu alisema Chadema ndio chama chenye sera bora, ndoto ile iweze kutimia katika taifa letu. Apumzike kwa amani. Amina.